Naam, ebwana, moja kati ya vitu ambavyo amevifanya huyu hapa si mwingine bali ni Mario. Mario baada ya kushare ile video ambayo inamuonyesha huyu inamuonyesha huyu kijana akiwa amefanya jambo la wema uh, huyu kijana bwana ameamua ku... aliombwa yai uh, huyu kijana anauza mayai yani ni biashara yake mwenyewe, anajitafutia kipato mashallah. Uh, bwana kijana huyu anauza mayai ya kuchemsha, lakini kuna jamaa ambaye alikuwa yuko kwenye roli huku, alikuwa anataka ku, alimuomba huyu dogo yai moja bure, huyu dogo bwana akaamua kumpa japokuwa ni bure na mwenye pia dogo ana shida na anajitafutia, lakini kijana ambaye yuko kwenye roli alimwambia kwamba naomba yai moja bure, dogo alimpatia. Lakini at the end of the day, kutokana na moyo ambao dogo ameuonyesha, huyu kijana ambaye alikuwa kwenye roli akaamua kumpatia buku mbili kwa yai hilo moja, kama vile shukrani na kwa imani ambayo dogo ameionyesha na moyo wake safi, na dogo akaishukuru na akapokea kwa mikono miwili kabisa, na alikuwa kweli yuko serious anataka ampe hilo yai bure, umeona? Kwa hiyo kutokana na hali duni ya huyu kijana ambaye anaonekana nayo, lakini bado pia kuonyesha kwamba na moyo wa kutoa ni kitu ambacho kimegusa watu wengi sana, na Mario akashia hiyo video katika ukurasa wake wa Instagram. Sasa basi, baada ya kufanya hivyo ni kwamba baada ya kufanya hivyo ni kwamba watu wengi sana kiukweli, wamejitokeza kwa ajili ya kutoa support kwa hiki kitu ambacho Mario amekifanya. Peji mbalimbali zimeripoti kuhusiana na habari hiyo. Kwa mfano hapa kuna peji ameandika kwamba bwana, huyu bwana mdogo na mtafuta anayemjua anitumie DM. Kutoka kwenye peji ya Mario ameposti video na kuandika ujumbe huo, hii hata kama E, hata kama hujawahi kutokea kwenye mazingira kama haya lakini inaweza ikakugusa kwa namna ambavyo huyo dogo alivyokuwa na moyo mzuri, heshima na unyenyekevu. Hii video ni nzuri lakini imenifanya niangushe machozi. A e, huyu bwana mdogo namtafuta na anayemfahamu anitumie DM tafadhali. Umeona eh? So baada ya Mario kuweka huo ujumbe ni kwamba huyu kijana bwana huyu dogo amepatikana. Umeona eh? Amepatikana na kuna jamaa amempata huyu dogo na ametoa taarifa kwa Mario na watu ambao wana, wanafahamiana na Mario kwa namna moja au nyingine, basi wajue kabisa kwamba kijana au huyu dogo amepatikana. So hapa kuna jamaa amekuja kutoa hiyo habari kwamba kijana huyu dogo bwana yuko naye

So jamaa ambaye alirekodi hii video ni kwamba the end of the day amejitokeza na amempata huyu kijana kwa mara nyingine tena, na amesema kwamba ameenda kuzungumza mpaka na wazazi. Wazazi wamesema kwamba ni sawa kwa mtu yeyote ambaye anataka kumsupport kumsaidia huyu kijana, basi anaweza akamtafuta huyu kijana huyu ane. Kwa mtu yeyote ambaye anataka kumsaidia huyu dogo, anaweza akamtafuta huyu kijana kwa ajili ya kumuunganisha naye, kama ni mahojiano na vitu vingine kama hivyo, basi huyu kijana yeye ndo atahusika na hiyo issue. So kwa kifupi ni kwamba habari zimesambaa baada ya hii video kwenda viral, baada ya video ile ya kwanza kabisa kwenda viral ya dogo ambaye alikuwa anauza mayai kwenda viral, na huyu kijana kwenda kumpata huyu dogo, basi page mbalimbali zimekuja kuripoti pia. Kwa mfano, hapa kuna page ameandika kwamba bwana, mtoto muuza mayai aliyekuwa anatafutwa na Mario amepatikana, huyu hapa. So mtoto muuza mayai aliyegusa hisia za watu wengi sana mtandaoni mpaka kupelekea msanii wa bongo flava Mario kuomba kuwa mwenye taarifa za huyo mtoto amtafute. Dogo amepatikana. Aliyesimama na mtoto huyo pembeni ni kwenye mtandao wa TikTok, ndiye aliyeposti ile video kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza, mpaka kusambaa zaidi katika mitandao mingine kama Instagram. Huyu jamaa ndiyo mtu wa kwanza kabisa kumrekodi na ndiye dereva aliyemwomba yule dogo aliyemwomba yule dogo yai la bure ingawa baadaye aliamua kumpatia elfu mbili. Tayari yuko na huyu dogo, na ukienda kwenye TikTok yake ametoa mpaka namba zake kwa ajili ya kumpata kwa yeyote yule anayehitaji mtoto huyo. Amesema kwamba wazazi wake, wazazi wa huyo mtoto wametoa ruhusa ya kupokea sapoti yeyote ile ya kijana huyu. Umeona eh? lakini pia vile vile Watu hapa wakawa wanataka kufahamu peji ya huyu kijana ambaye alimrekodi huyo mtoto. So, clip yenyewe ni hii hapa. Nataka pia usikilize hii clip kama ilikupita labda ukupata nafasi ya kukutana nayo, ni kwamba huyu jamaa ambaye amesimama na huyu dogo hapo alirekodi hiyo video akiwa anamuomba dogo yai moja, na dogo, ile biashara ya mayai ni biashara yake mwenyewe kwa ajili ya kujikimu yeye huenda na familia yake. Lakini dogo baada ya kuomba yai moja la bure, dogo aliamua kutoa hivyo hivyo, japokuwa ye yeye mwenyewe pia anaishi maisha yanaonekana huenda yakawa ni maisha magumu. Yani hali yake labda ni duni, lakini dogo kutokana tu na imani na upendo wa hali ya juu aliamua kumpa hivyo hivyo yai la bure. Sikiliza hapa